Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. kwa majina anaitwa Sudi GK, mwimbaji wa nyimbo za Injili tokea east Afrika, nchini Kenya. Msishangae sana, msishangae, hapa niko nyumbani, kule kijijini, shambani. Aa, mimi nimefurahi sana, moyoni nimefurahi sana kwa habari nilizozipata. Nimezipokea nimefurahi. Nikaona sio vizuri nifurahi peke yangu. Ni vyema niambie na hata wanaonisikiliza. Mwaka ndio unaanza. Mwaka ndio umeanza. Tuko mwaka wa 2026. Tunaomba Bwana akatutie nguvu tuanze kwa nguvu, tumalize kwa nguvu. Kama tulianza kwa upendo mwaka wa 2025 na, na tukaumaliza kwa nguvu, pia tunaomba Mungu vivyo hivyo mwaka wa 2026 pia tuanze kwa nguvu na upendo na pia tumalize kwa nguvu na upendo moja. Aa, watu ambao wanafuatilia kazi zangu pale YouTube na mitandao zote za kijamii. Wengine wamekuwa wakiniandikia pale kwenye Facebook messages kwamba kazi yako ni nzuri sana, kazi yako imebariki watu wengi na mimi nikashukuru. Kwa maana nyimbo nazoziimba ni nyimbo za mwonekano au mdundo wa tofauti kidogo ukilinganisha na uimbaji wengine. Yaani ni nyimbo naweza sema ni nyimbo za mwonekano wa tofauti kidogo, ni nyimbo za Injili, lakini ni nyimbo ambazo zina mdundo wa tofauti kabisa. Yani, kupata waimbaji ambao wanaimba nyimbo za aina yangu ni kidogo inakuwa ngumu kidogo, au sio? Inakuwa ngumu kidogo, maana sio wengi. Mungu ametujalia vipaji tofauti tofauti, Mungu ametupa huduma tofauti tofauti, Mungu ametupa tunes tofauti tofauti Tuseme ukizunguka nchini Kenya kupata waimbaji wanaoimba nyimbo za mdundo kama wangu, pengine itakuwa tashwishi kidogo, inakuwa ni vigumu kidogo. By the way, nyimbo zangu zimebariki watu wengi. Wimbo ambao nimewachia wa mwisho ni wimbo wa kuabudu unaitwa Damu ya Yesu. Naamini ni wimbo ambao unabariki watu wengi, utaendelea kubariki watu wengi, muradi tu Bwana ndiye anafanya kazi ndani yetu bali sio sisi. Mimi sijawahi kujiimba kabisa, bali ninaimba kitu ambacho Bwana ameweka ndani yangu na fariji, nahudumia nyoyo za watu wengi. Kuna watu wengine wanadhani kwamba uimbaji ni kuwa na views wengi ama na subscription wengi. Hamna, kuna watu wanafanya nyimbo za dunia wana subscribe na viewers wengi lakini nyimbo hazina maadili yoyote, ni nyimbo ambazo ukisikiliza ni aibu kwa jamii, ni aibu kwa taifa. Kuna njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Sijamtaja mtu wala sijamdharau mtu yeyote. Kila kitu tunachofanya hapa chini ya jua lazima agizo limetoka kwa Mungu. Kuna mtu kaniambia Haujajulikana we bado ni mwimbaji mdogo sana. Lakini huduma yako inafariji na kuponya mioyo za watu wengi sana. Mbona pale mwanzoni nisingekujua? Unajua kipindi hiki hapa katikati mwaka ambao umeisha wa, na ishirini na tano, wa elfu mbili na ishirini na tano pale mwisho mwisho waimbaji wengi hatujaimba sana. Hivyo tumepata nafasi ya kusikiliza waimbaji wengine. Ndipo sasa nimekuwa nikikufuatilia nyimbo zako nikaona, ah taifa letu lingepata waimbaji kama nyinyi wengine watano ama kumi, hakika mziki wa Injili ungefika mbali sana. Kuna nyimbo ambazo waimbaji wanaimba lakini hazina maadili, lakini nyimbo zako zina kitu ndani yake, zina mvuto fulani ndani wake ambao hauwezi kuelezeka kabisa. Ni kazi nzuri sana, nimefurahia Nami nikamjibu mwenzangu, mimi ni mwimbaji mdogo kimwili, lakini kiroho mimi ni mwimbaji mkubwa sana. Sijitangazi kwa watu, lakini Bwana ndiye anatutangaza kwa watu. Kama Mungu alikupea nafasi ukasikiliza na kunifuatilia ni mdogo mdogo, nimefurahi maana kuna mwingine pia atasikiliza. Hivyo hatua kwa hatua, kisha mwishowe au mwisho wa mwaka tutapata tutakuwa tuna pata viewers wengi na subscribers wengi, na hivyo ndivyo kujulikana. Mungu anatutambulisha kwa watu, hata kama ni mmoja, hata kama ni wawili. hatuimbi kwa sababu ya kupata sifa au kupata subscribers na viewers wengi, tunaimba kwa ajili ya kuhudumia na kuponya mioyo zilizovunjika. Kwa hivyo waimbaji wenzangu